E, bwana, namshukuru mwenyezi Mungu ndugu yangu, namshukuru kwa majina. Naitwa Yahya Suleiman Muhamed almarufu Madevu, shabiki wa Yanga na ni shabiki wa mpira. Haya si tuliyajua. Umenipata kwa sababu, hizo hoja alizoweka kama mzee wangu hapa, mzee Jefali Malinyi kwenye mpira hazipo, hazipo. Alafu ulimuuliza swali la msingi sana kwa nini Simba ikifanya vizuri anapongezwa bosi kubwa, ikiteleza mzee wetu Mangungu? Simba wanatakiwa wajue kabisa kwamba sisi wananchi tulisimamia kanuni na sheria. Wakati tunawaambia sisi tunasimamia kanuni na sheria, wao wakaona kama sisi tunacheza drama. Umenipata kwa sababu, sisi mechi ilikuwa tarehe nane, bodi ya ligi ikaja tena bora wao wao, sasa hivi hawana kipengele, kwa sababu mechi imeahirishwa masaa 72 hapo kwenye kanuni kabisa. Sisi ma, masaa mawili, sababu za msingi zilizopelekea mchezo kupeleka mbele, hoja ambayo wanauliza muda wote wanauliza hawa yeah. Sasa mchezo huu kupelekwa mbele, madai yetu yana mashiko kwenye kanuni na sheria okay. Kwa sababu si tuliwaambia kabisa bodi ya ligi mkitaka tarehe 15 tuje mtugee sababu za kuahirisha mechi ya tarehe nane namba moja. Namba mbili ni wale ambao wameleta vurugu wachukuliwe hatua. Mkishindwa hilo, nyinyi tupisheni, mmesimamia mpira. Kwa hiyo sisi matakwa yetu yale matatu au manne tuliyowapelekea, mawili makubwa yametekelezwa. Mwenyekiti kaachia ngazi, japokuwa wanasema kamaliza muda wake, lakini alikuwa bado bado alikuwa kwenye kiti ule huyu sione ikasimamishwa halafu wasitaki kumwingiza kiongozi wetu wa nchi kwenye hili, wawe watu Haji. Wa mpira hajatoa ratiba ya mchezo yule, ratiba ya mchezo wametoa bodi ya ligi, msemaji Karimu Boimanda ndio kasema mechi tarehe ishirini na tano. Sasa wao wachague waje, wasije, watajua wao wenyewe kama imetumika busara hivi kwa maana kukubali kwenu na mna posti kwenye mitandao ki ya kijamii kuhabarisha umma ya kwamba mchezo tarehe ishirini na tano imeonekana picha ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa maana ya kwamba inaonyesha wazi ni kama ameingilia kati kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu katika hili, sio kutafuta suluhu mm. Mimi na imani taarifa hizi za mchezo umeahirishwa Simba lizipata mapema mm. Kama unaikumbuka barua ya tarehe kumi ya Simba mm. Simba pala ashapewa taarifa mechii aivo mm wakaja wakarudia tena barua nyingine tarehe kumi na mbili kwamba oo, sisi tunataka mashabiki wetu waende uwanjani na hatutaka kukubali mechi nyingine itakayopangwa tayari pale, kabla hata tamko la, la, la rais. Lakini kumbuka walipewa eh, walipokea barua kutoka kwenye wizara za michezo ya kwamba waende wakafanye mazoezi ya mwisho. Sasa kama mchezo ulikuwa umeahirishwa, kwa nini wapewe barua ile ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho? walienda kwenye mazoezi ya mwisho walienda baada ya mama. Hakuna kitu kama hicho hawana oh, viongozi wao oh, viongozi wanao. Brother, umepewa ndege, umekula goli la mama eh, umekunywa maziwa na mkate wa siagi, leo ukatae? Hao oh, hawana oh, kanuni yoyote wanaweza wakaishika, wakasema kwamba sisi hiki ni kipengele, mechi ya ilishwe. Bro yeah. Hii mechi ya tarehe nane, mimi nasitiza tena mechi hii alikataa mwenyewe Simba sasa hivi, sasa anaona ukweli umesimama, anatafuta matawi. Mi namwambia akapanda mnazi huyu, mnazi huyu na sisi wakweaji minazi tunasema kuna makuti matatu hayashiki. Huyu mmoja akalishika anarudi chini, huyu anarudi chini. Mi nakwambia asitafute visingizio, alete tarehe ishirini na tano timu um, tumkamue kwenye viunga vya Msimbazi. Unaashiria nini? E, unaleta ugumbe upi? Kwa nini kama mashabiki na wanachama wa Young Africans kuelekea katika mchezo huu, namuona mnyama uwanjani, aidha anaweza kaingia mitini asilimia mia, mia. Namwona mnyama uwanjani. Unamuona mnyama uwanjani sasa hivi, hataki tu kumtengenezea mazingira ya Yanga kupata hela lakini mashabiki na wanachama wanasisitiza ya kwamba hawatafika uwanjani na hawataki kuona timu yao inaingia uwanjani, na tamko rasmi kutoka kwa eh, klabu bado halijatoka. Mimi nawasihi kitu kimoja, mechi imetangazwa tarehe ngapi? Ile siku ya kutangazwa mechi kwamba mechi tumesogeza tarehe 15, ni tarehe 25 ta ilikuwa tarehe ngapi sasa? Ile tarehe ifuatilie, alafu angalia baada ya Yanga kupandisha wachezaji pale, wakasema dabi tarehe ishirini baada ya masaa mawili nao walipandisha. Unajua, hawa ni wapiga kelele hawa unavyoona hawa. mashabiki hawakutoa tamko lolote brother, ndio kukubali huko hmm. Yanga aliyekuwa na katari kwa anaonekana kuishinei hmm. viongozi wa shaka jamani, hapa hatuna jinsi, kichaka tulichojificha kimefyekwa. Sasa hivi tutakuwa tuende uwanjani na usipoleta timu atakubali shike daraja sasa, maana kanuni ye sehemu ya kushika hana mimi niling'ang'ania kwa sababu nilijua kuna kitu kinanilinda kama yeye anaona kwenye kanuni na sheria na hivyo vipengee anavyovitaka vipo kwenye mpira ashike. Lakini kama anajua hana yeye, ndio tutamwona. Tutamuona championship. Championship, tunamwambia nini sasa? Ee, mashabiki wa Young Africans kwa ujumla, wale ambao hivi sasa wanajivunia na kujipongeza ya kusema mpira umeshinda, haki imepata ushindi. Ah, cha kwanza kuambia mashabiki wenzangu wa Young Africans mimi naona kwanza hii dabi sasa hivi kwanza hebu tuiache. Tuna kazi hapa kuanzia kesho na tarehe ishirini na mbili. Unajua ubingwa watu wanaangalia tu. ubingwa sio kumfunga mtani tu. Tuna Tanzania Prison hapa kesho. Hizi ndio pointi za ubingwa, kwa hiyo kwanza tuungane na timu yetu, tuwasapoti viongozi, tumpige kwanza Prison, tumpige Dodoma Jiji, tukitoka hapo ni uso kwa macho, mimi na mtane na mimi nakwambia trip hii e. Simba anaijua Yanga. Simba Sports Club sio unavyoona mashabiki mpaka management mpaka uongozi wanajua, sisi timu ya kuikabili Yanga hatuna sasa hivi, wanatafuta kushikashika huku na huku, sisi tukimbie. Lakini mimi nakuhakikishia mechi ya tarehe 25 kwanza ni asilimia karibia 99 mpaka mia, timu inakuja uwanjani, na akija uwanjani, namhakikishia Sijamfunga ni goli tatu. Tatu. Hana timu. Kama ule bwa mdogo tu nimemtuma bwana hebu mfanyie kidogo kampiga chuma tatu. Oh, sijui tumechoka. Singida wamecheza nao hapa. Wale singida nao waseme nini? Tumecheza wote juzi, kesho kutwa tena mtondogo tunakutana. Haya, wewe umechoka na nini? Mechi nyingi. Mechi nyingi. Huyu hajacheza mechi nyingi. Finali. Brother, finali hiyo unayosema wewe sisi hata nyusi wanachi tumecheza. Sisi tunaenda kucheza finali aafu jua na bahati sana, wenzetu hawa si tunaenda kupiga fainali na USM Alger. Tulipewa mechi na Azam, kama unakumbuka, Alidia Ucho ndio akaumia mechi hiyo, tukamkosa kwenye fainali. Hatujalalamika, Brother, mpira una kanuni. Mchezaji ukipumzika masaa sabini na mbili unatakiwa upige mechi. Hamna kipengele cha kusema kipengele kwamba tusipeleke timu. Mimi kwenye hili rais simweki kwa sababu, waliotangaza tarehe ni bodi ya ligi kupitia msemaji wao Boimanda. Jamani, mechi tarehe ishirini na tano. Sasa yeye aache kuja, atafute hivyo visingizio, aache kuja hii trip hii na imani, ujumbe utakuwa umewafikia. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako na wasa wako, asante sana ndugu yangu, karibu sana hapo, unaongea na almaarufu Madevu wa Yanga, lakini ama mashabiki wa Simba na wapa onyo, wasitafute sehemu, wasitafute mchawi, uchawi wanawao wenyewe. Tukutane tarehe ishirini na tano. Asante sana.